Kwa upande wa wenzetu na vitu tunavyoona vinaenda viko sawa, wanaanza kushikana uchawi. Muda si mrefu, tarajia. Ubovu wa yanga haupo kwa kocha, ubovu wa yanga upo kwa wachezaji. Huruma imenishika huruma imenijaa. Msimu ujao sioni yanga kushiriki michuano ya kimataifa, sioni. Naambie Sostenes, uko vizuri? uko vizuri. mimi niko fresh, nipo shega. Uko, uko safi eh? Yeah, naambie ndugu yangu Sostenes eh, niko na pitapita pita kwenye mitandao ya kijamii hapa na hapa nipo kwenye peji ya Simba. Naona babu kawekwa tayari. Kasharudi <tie> babu. <tie> babu na mshu. Babu karudi, babu karudi. <tie> <tie> <tie> Kashapiga talumbeta babu <tie> <tie> <tie> Oh, babu amerudi, babu is back. Babu, shauri imeisha, imeisha, meisha, oyo imeisha na kitu soki jua eh? Sosi, kitu soki jua. Baada ya Fadro kuandika ripoti yake ya kia, kutaka wachezaji na baada, kuna timu waliiba ile ripoti na kuipiga picha, kwanza kuifanyia kazi, kuchukua wale wachezaji ambao sisi tuliwataka, tukasema hatuna sera mpya. Tulifanya kitu ki, kuna kitu kinaitwa tunasema kinini, tunatumia ile CAA au tunaweza tukasema tunatumia zile protocol za ndani ndani, tukafanya protocol za ndani ndani tukamtafuta kocha kisirisiri na tukamwambia, andika ripoti yako wachezaji unaoataka ndio wale unaona kina Selemani mwalimu, ndio wale unaona wa, kina wa, wa, watu wanasema mbona kama Simba mmekurupuka hivi, kocha kocha kocha kaja na Gaboroni, anaitwa Dimitar Pantev kaja na Gaboroni tu hapa, kacheza mechi mbili, mmemkubali. Hakuna yule kocha, sisi tumemfuatilia muda mrefu sana kama hujui, yani uongozi wa Simba umemfuatilia yule kocha muda mrefu ya Dimitar. Maana, anaitwa, nani, Pantev. -Pantev. Dimitar. Dimitar. Na ndio maana anaitwa nani, Pantev Pantev Pantev, nini hayo Dimitar, ashana naye Pantev, kocha wa Dabi yeah. Kocha wa dabi. Na sisi kuna kitu ambacho tumekiangalia kwamba msimu ms, ms, mmoja na nusu tumesumbuliwa kwenye dabi, tumefungwa mara sita mfululizo. Kwa mm hiyo -hmm. tunatafuta kocha mwenye aina ya, ya kuziweza yeah. dabi. Tukamfuatilia kocha tumegundua Afrika nzima katembea. Dabi zote ndio shujaa. Sasa sasa hapo hapo. Kocha anaonekana hajawahi kupita timu kubwa hata mara moja. Sawa, lakini dabi zote hii ndio shujaa. Kocha kocha kafundisha ka, ka, ka, ka Kameruni, Victoria kule kaenda huko kafundisha Gaborone United wanasema kweli, klabu namba tano kwa ubora barani Afrika inachukua kocha ambaye hana CV hata kidogo. Unajua Simba tumeleta kila aina ya kocha, kama ujui, tumeleta makocha yenye CV makubwa tu hapa, tuhpanee shahidi <laughs> nani unamkumbuka yule anaitwa Benchika Benchika, ana CV kubwa ambaye akiweka uh -huh. uh -huh. hapa CV lake hapa na AM nakimbia na, na, na, na, ndo tukaja kujifunza kwamba ukufanya vizuri kwa timu sio CV ya kocha, alafu vitu vingi banyam vijui kocha mfundishi mchezaji kucheza mpira, ila kocha ni yule mwenye mifumo mizuri na kumuingiza mchezaji kwa wakati gani na mda gani. Mfano mzuri tumeona hapa juzi kati, matola akapoa mechi mbili tu, mechi mbili alizopewa, ndo mechi zake Simba imecheza vizuri sana kuliko hizo mechi nyingine, na tumeshinda magoli mengi kutokana na nini? Nalijua kuingiza mchezaji kwa wakati gani, nifanyie hesabu mchezaji kwa wakati gani, achezi nani na wakati gani Morris Ibrahim alikuwa anakaa bench lakini Matola alimuona alimwona kamwinua anamchezesha. Ndio sifa sifakocha kocha pale kocha sio CV, unaweza kuangalia CV afu kocha sikupe kitu mnachotaka si ndio? Kwa sisi tulicho kiangalia sasa hivi, tunaangalia ukocha anatumia mifumo gani, tulivyomchunguza Pantive mm. kocha adabi mm. tukagundua na mifumo ambaye inaendelea na sisi na klabu yetu ya, yaani mfumo wake pan, pantive Pantive, pa, nani? Pantive. Pantive. Eh. Ya. Mifumo ya Pantev ukiangalia hiyo, Dimitari achana nayo, huyu ni Pantev kocha la dabi hili kocha la dabi kiliangalia mifumo yake ilivyo na Simba Sport Club pia inafanana, anapenda ni muumini wa mipira ya chini, yani ya pasi nyingi, ni muumini ya kutumia viungo wachezeshaji, huyu ni yeah, muumini. Mimi nataka nikupe wasifu wake kidogo. Hebu nipe kidogo bwana, huyu huyu Dimitar uh, Pantev mm, uh, ni mzaliwa wa Bulgaria amezaliwa mwaka sabini na sita mpaka sasa na miaka arobaini na tisa Kipindi hicho yeye mwenyewe alikuwa mchezaji, alikuwa anacheza kiungo, alikuwa midfielder uh, uh, amepita timu nyingi za Ulaya. Uh, lakini baada ya kuwa soka kuwa kocha uh, uh, kapita uh, vilabu kadhaa hapa Afrika ikiwemo Victoria United uh, ya Cameroon, ambako hapa alishinda ubingwa wa Cameroon elfu mbili na ishirini uh, mbili ishirini na tatu kama nitakuwa sawa. Hapana, alipita mara ya kwanza elfu mbili na ishirini na mbili, elfu mbili na ishirini na tatu, hakuchukua ubingwa akaondoka. uh, akaenda Johansen ya siria rion akafanya kazi mwaka mmoja mwaka 2024 mbili uh, akaenda Victoria United pia akarudi kule alikotoka Kameruni, hapa akawapa ubingwa msimu 2023 2024. Baadaye akaondoka akaenda Warapa United 2024 uh, na 2025 huyu akaenda Gaborone United. Gaborone akawapa ubingwa mpaka anakuja kukutana na Simba. Kaona Simba ikamwona anafaa. Eh, inasemekana huyu bwana ndo mrithi wa Fadlu Davids. Kocha mzuri. Narudia. Yeah. Kutokana na mifumo yake yeye anapenda kutumia viungo kutokana na eneo lake kwa anaocheza na ndio mfumo wa Simba. Simba tunapenda kutumia viungo, yeah, si ndio? Kwa tulivyomuona kwa jicho la tatu kwa mfumo yeah, wake na mfumo wa timu yetu yeah paired do you understand paired, yani vinafanana ya yeah. Kwa hiyo ni kocha ambaye akija ndani ya Simba Sports Club, wana Simba majonzi yetu yataondoka. Kwa nini? Ukiangalia, Simba imesajili wachezaji wenye quality msimu huu, ukichanganya na wachezaji wa msimu unaopita wenye quality, na tukimleta kocha ambaye anajua kutumia wachezaji wazuri, anajua kufanya hesabu kwa wakati sahihi, anajua kumaki, unajua huyo kocha kimchunguza vizuri. Hata kama kukiangalia kwa uwezo wa Simba na timu tuliocheza naye Gaboroni viwango tofauti, Simba iko na quality kubwa, lakini alijua kuimaki Simba na alijua kucheza kuikabili timu kubwa, na ndio makocha tunaotaka sisi. Anajua kumaki na kuikabili kuhi kuhi timu, tunajua ni cheze nayo vipi, kwa shepu gani, nipoge nini, na ndio maana tukamwona kwa jicho la ngapi jicho la tatu. Watu, watu, watu wanachohoji sana, kocha hana CV, hana historia, hana experience, hajafanya makubwa kwenye mpira wa Afrika. so, si. Inakuwaaje klabu namba tano inachukua kocha kama huyu? Fadu kaja hapa cv hana ametoka ha, Raja Kasablanka, huyu alikuwa kocha msaidizi. Kocha msaidizi. Shee kaja hapa kaipeleka Simba fainali. Wamekuja makocha wenye cv hapa wa Simba makubwa, la CV yao na madokumentari yao yamejaa hamna chochote kilichofanyika, ndio maana nimekwambiaje, Simba sisi tushapita huko, tushaleta kila aina ya kocha. Labda naweza akakupa mfano Diamond, alikuwa alikepo anashuti video huko Marekani, Ulaya na Godfather, akashafanya kila kitu, anachofanya sasa hivi na anashuti Kunduchi wapi? Umenielewa? Kwa hiyo ndio Simba tushaleta makocha yenye CV kubwa tukao namna mafanikio yote. Yaani namna utofauti wa makocha makubwa na wadogo. Kwa tunaangalia makocha yenye mahitaji, sio yenye CV kubwa. Sisi tunaangalia uhitaji wetu. Je, tunatumia formula gani? Inawezekana kocha akawa na CV kubwa, lakini formula yako na formula yetu zi two difference. Kwa, kuna kitu kinaitwa interact, yaani mwingiliano, wakati wa ajabu, wakati uliingiliana wa yeah. Lakini huyu kimwangalia mfumo wake na mfumo wa Simba paired. Watu wanasema hao makocha wadogo mnaowachukua mnakuja kuwatengenezea CV tu, baadaye wataondoka wa kwenda vilabu makubwa tofauti. Ukichukua makocha ambaye ameshamaliza kila kitu, akashafanikiwa, ukimvuta kuja Simba hawezi kuwa na pressure, akapata ofa ya Raja akataka kuondoka ya Moroko uo ni Simba tena anawaandalia ana, ana, ana, ana, ana watu kocha. Ujue kuna utofauti wa kocha na mchezaji. Kocha ni msafiri, anatembea na begi yeah. na yeah, ni tofauti na, na mchezaji. Umemwona puti kaja juzi na timu yake kachu. Simba inamchukua <laughs> mchezaji huwezi kumchukua hivyo. lazima usubirie msimu wa msimu ufike. Kwa hiyo kocha yeye ni msafiri, anatembea na nini na begi. Unapokuwa una na kocha unavyomtengenezea CV, tarajia chochote kwa muda wote na kuondoka tunaangalia anakuja kutufanyia nini kwa wakati gani? Simba sisi tuna rekodi kuzalisha makocha wakubwa na kuondoka na kutakiwa timu kubwa. Yule nani yule kishingo anaitwa nani? Yule seven alikuja na hapa kaondoka, akatakuwa na matimu makubwa kaje... umeelewa vizuri? Amekuja makocha makubwa hapa wakubwa na akaondoka. Simba simba ni kama njia, makocha wengi wameona simba ni njia nzuri au njia salama kupita kwenda kujitangaza kuwa nafasi ya tano Afrika sio kitu kidogo. Huyu kocha tulivyomwambia tu eh, yani tunakutaka, alishindwa kulala, anaota usiku. Yaani tulivyomwambia tu, simba tunakutaka, huyu kocha kashindwa kulala, anaota usiku. CV ya Simba ilivyokuwa kubwa, anawaza naenda kumfundisha Selemani Mwalimu, naenda kumfundisha Soa, naenda kumfundisha Habla Morris, naenda mimi kumfundisha Mpanzo. Kocha kakosa usingizi, anaenda kumfundisha Rushaini, Derek Rushaini Sharobaro HB. Afu anafanana tu ana matatu. Huyu <laughs> ana tatu kocha. Rushaini. Nyinyi mlimsema, "Oh, Rushaini Sharobaro, si ana Eleni, ana tatu, sio nini? Sula, sio kazi, muona kazi yake. Mzee wa kazi chafu. Alakuja kocha Sharobaro. Kazi mnao msimu huu. Simba na Sharobaro. Sasa hivi tukaenda uwanjani Simba. Wao wapizani wao moto nao. Ah, uh, sikiliza. Kitu sio kujua sosi. Unaweza kujiuliza kwa nini Simba msimu huu kama mashabiki tuna tuna, tuna furaha sana. Tushachungulia jicho yani, sisi tuna jicho tumechungulia. Kwa upande wa wenzetu, kuna vitu tunavyoona vinaenda viko sawa. Wanaanza kushikana uchawi, mda si mrefu wewe tarajia, kwa upande wa wenzetu. Sisi Simba sasa hivi ukiangalia, tulianza kupata furaha kwenye jezi, tumapitani jezi, kwenye usajili ukiangalia, Simba sasa hivi ina quality player. Yaani kusema uhesabu mchezaji mmoja mmoja. Sio shida kufungwa na Yanga ni, ni ujue dabi ni mchezo wa hasira wa uchungu, lakini pia dabi ni mchezo wa mambo mengi. Sio shida. Na ndio mimi nasema kuigundua timu bora sio kwenye dabi. Na ndio mimi nadiriki kusema msimu huu ligi kuu ya Tanzania bara hakuna timu mbovu na dhaifu kama Young Africans. Msimu huu, na kama kuna timu hizi Coast, sijui nani, ile timu ya Coast anaosemeana nini yule, nani yule msemaji wao anaitwa nani? Lile bonge bonge, amsahau ah, mwanangu ule asipopata pointi tatu kwa Yanga yani, Coast isipopata pointi tatu kwa Yanga hatopata pointi tatu sehemu nyingine ha? katika timu mbovu msimu huu. Nisikilize, nimekwambia dabi ina tofauti na michezo mingine. Udhaifu wa timu wa Simba na Yanga huwezi kuangalia kwenye dabi. Timu inaweza ikawa mbovu kwenye dabi ikaamka na ikashinda ila kutaka kugundua timu dhaifu unaigundua kwenye ligi. Simba na Yanga toka ziundwe, nakwambia sosi, toka zizaliwe Simba na Yanga haijawahi kutokea timu kupoteza mchezo mechi ya pili kupoteza pointi mbili. Haijawahi kutokea. Simba na Yanga toka ziundwe toka ligi ianze haijawahi kutokea timu kupoteza pointi mbili mechi ya pili. Kwa hiyo una maana gani? Yanga ni timu dhaifu, timu mbovu msimu huu, eh? Katika timu mbovu msimu huu Yanga inaongozwa kwa ubovu. Nakwambia, na nawaonea na, na huruma Yanga, nawaonea huruma. Huruma imenishika, huruma imenijaa, msimu ujao sioni Yanga kushiriki michuano ya kimataifa. Ah, bwana, bwana, bwana, bwana, bwana. Sioni. Yaani, kama kuna mchezaji ana tekiniki, msimu ujao kacheza Yanga, pande ndege. Yani, kama kuna mchezaji, mawazo yake acheza, kacheza Yanga, pande ndege. Ni sio top 4. Nakwambia, kwa nini Yanga mbovu? Yanga ubovu umeanza kwenye usajili. Wanamsingizia tu wanamsingizia kocha wao, oh sijui nini. Kocha yule ni bora, kocha wa Yanga kocha mzuri, kocha uko. Watafute cha kusingizia, watafute ubovu wao. Ubovu wa Yanga haupo kwa kocha, ubovu wa Yanga upo kwa wachezaji. Mimi naweza kukuuliza swali, nini bwana Sostenes, tafsiri ya usajili, si unaelewa usajili ulivyo? Ni kuboresha kikosi chako, uletwe wachezaji wenye uwezo kuwazidi wachezaji waliokuwepo. Wewe unavyoangalia wachezaji mmoja mmoja pale ndani ya Yanga, wanazidi wachezaji, viwango vya wachezaji waliokuwepo? kina kina Pacome, kina, kina Ukiangalia kina Dombia. Ah, ah, fanyasi so anasema we ni mtu wa mpira, so achana na mawazo ya kushikia asasa. Mimi, mtu wa mpira, ninavyoona, na, na shabiki, tunaona tofauti. No, yani hoja msingi yeah, jicho lako ukitumia, achana na ansi, achana na mbukile. Wale tunajua nini mambo yao tunayajua, mm, hawezi kuambia walisia. Tumia jicho lako la uandishi, tumia jicho lako la mpira kuna mchezaji wa Yanga mpya aliyokuja alomzidi alo kiwango mchezaji aliomkuta, kama kama kama Barakonte kashindwa kumzidi kiwango, ndo andambwile. Kama Barakonte kashindwa kumzidi kiwango, andambwile. sio yule, sio <laughs> yule. Yupo tulomtaka sisi, yupo anacheza Simba, yupo anacheza na nakiwasha, ndo tulomtaka na tuwaambia, ni source, nilikwambia hatukumtaka sisi, tulimtaka huyu, mkatubeshia. kwani kwani simba mmesajili mchezaji ambaye anamzidi kiwango mpana ya na? Kitu kizuri, swali zuri, good, good good, tunasema good question kitaalam, au sio? Ukiangalia usajili wa Simba msimu huu, wachezaji waliokuja, naweza nikakwambia waliozidi viwango wachezaji waliokuwepo. Acha Mpanzo, usikimbilie kwa Mpanzo, muangalie Maurice Ibrahim, kiwango chake unakionaje? anafanana na kibu Haya, tuangalie namba tisa, namba tisa msimu wete waliopita, Ateba pamoja na nani na Mkwala hasa hivi, waliokuja ni wawili, so ana mwezake Kasemani, mwalimu Selemani mwalimu ana goli kwenye ligi analo ana, so ana goli ana. Umeona viwango vinavyozidi haya, lakini amechanga kile ekuwa. Kamzidi kiwango nkane? Kamzidi kiwango? Mkane. Mkane, mkane, mkane, mkane, mkane, master choice. Yani ndo mchezaji alikuwa mchezaji wa kupanga pangua. Mkane sako wanaingia sabu. Wanataka wale wakua Yani naongelea kwamba, wachezaji walo kuja ambao walo kuta kwenye kikosi mfano kama namba ya Ziziki. Tumpime. Aziziki namba yake alikuwa nani? Namba kwa, alikuwa anacheza namba kumi kwa li. Namba ambaye kaja nani? Dumbia. Dumbia. Ukiangalia kiwango cha Dumbia utamfaisha na Ziziki. Measurement. Tufanya kipimo weka. Dombia utamfanisha na Aziziki hata ukimwangalia uwanjani, unaweza kufananisha hata therusi amfikie? Ah, chembe ah. Tena hii aliombe taifa msamaha, hansi atokeze mbele, haja tuombe msamaha wana michezo, alitudanganya kwamba eti huyu Dombia yes, mtamsahau Aziziki. Sisi yule tumdauzi Aziziki kwa weo, umeshindwa kumsahau Aziziki. kwa yule eh, kwa yule eh. Yaani, Dombia nimweke na Zizikii asauriki Ziziki karia, karia sana machozi yanaanza kumtoka huko kwao. Aziziki karia sana, karia yaani mimi nanifanyanisha na, na, na yule, karia sana haya, muangalie Pakome, Pakome kuna nani nafasi ya Pakome kuna eh, nani kaja, hamna mchezaji ambaye anafiti na, nafasi ya Pakome, wachezaji wa Yanga waliokuja wana very poor performance player wachezaji wa daraja la chini, hesabu ekuwa kidogo shabarara kidogo, ukimlinganisha na namba tatu wao wale, shabarara zaka Ae. na kiwango kikubwa. kwa sababu gani? shabarara timu waliotoka ni timu namba tano Afrika. yule shabarara usimguse, katoka timu yenye quality player. Kwa hiyo lazima ina Unam na kiwango kikubwa anachezea bench na ndambu ile amna. <laughs> Kitu nisikilize sosi, unatumia nguvu kubwa eh, wachezaji wa namu wa mechi za Yanga, wachezaji wa msimu uliopita, lakini lakini wakati wa usajili engineer alisema msimu Uh, yawezekana ni usajili bora kuliko usajili wote ambao umewahi kufanyika kwenye misimu mitano iliyopita ndani ya Yanga. Hayo ni maneno atayo naongea. Ndio maana utaongea kwenye redio utaojiwa, sijui likimedia, utaenda utachambua mpira, dakika ya mwisho mpira unachezwa kwenye pitch, tunaona kwa macho yetu, ushatwambia Yanga hii ndio bora kuliko ile Yanga msimu uliopita ilipoteza pointi mbili atu mapema ilipoteza Yanga msimu uliopita Simba mpaka mechi ya nne tunatoa sare sisi pale. Yanga kashinda. Mechi inafuata Yanga kaja katupiga sisi. Msimu mapema na dondosha pointi, hajakutana na Simba, hajakutana na Azam. <laughs> <laughs> -ha. Asikida bado, usha poteza pointi mbili. Afu nataka weti uwe bingwa msimu uja, uwe bingwa wakwako. Yesiemu hayupo kwenye vilabu. Kazi wanao msimu. Tuliwambia, bodi ya ligi iliwambia tufate busara, akasema tunataka sheria na kanuni. Msimu huu sheria na kanuni zinafatwa. Ati msianze kubadilika baadaye. Nani abadilike? Simba, afu kuna kitu sio sikielewe. Umeona sisi usajili wetu ulivyo wa Simba. Simona sisi jinsi tulivyo sajili. Nakupa hii siri, labda kama unajui. Timu ikisajili vizuri kwa na kikosi bora, ligi unaiona dhaifu. Si, sisi Simba ligi tunaona dhaifu tena tunaona ligi ya kawaida. Kwa msimu ligi dhaifu. Dhaifu, kawaida. Tuna kikosi bora siku tunaonaje ngumu. Kama kila mechi unashinda goli tatu, ligi unaonaje ngumu? ila ukiwa na kikosi kibovu lazima utasikia ligi ya msimu huu ngumu. Simba ah eh. Ah, sijui kwa wenzetu kama wanaiona ngumu sijui, lakini kwa jinsi kikosi cha Simba kilivyo na mpira wake tunavyocheza eh. Hakuna ligi dhaifu kama ya msimu huu. Na bado anakuja kocha, kocha wa dabi. Kwanza kocha alipokuja alisema hivi, alikataa kusaini tena sio kusaini, alianza kulia na kilio. Kocha analia nini? Akasema haiwezekani, niliangalia mechi ya fainali ya Simba na Berkane, kuna mchezaji alikuwa man of the match, kwa nini anakaa bench? Kocha akaanza kulia, kocha akalia, akasema nataka mimi ni saini Simba nije huyu mchezaji nikimuona akicheza ndio namuona. Mtare budo kapewa nafasi juzi, muona shule anaifanya. <laughs> <laughs> shule umeona ile, baba Mtare. Kocha kasema hili ni sign hmm. Nataka nikimuona huyu man, man of the match katika finali ya Kafu akicheza, kwa sababu ile mechi wa labu walikuwa wengi hawajapewa man of the match, kwa nani apewe? Ana kitu unamwona balaa anaofanya sosi. Na kushauri wewe, usipenda kuenda uwanjani, usije kudhubutu kuiangalia Simba kwenye TV. Mechi ya Simba itakunogea utasababisha usioenda uwanjani, ni hatari zaidi Simba ukiangalia kwenye TV. Narudia sosi. Usije ukajaribu mimi sirudi nilianga kwenye TV juzi. Sirudi iki kitu. Simba kwenye TV unaweza kawa mweu. Kwa sababu sio na mtindo wa kuagandisha wachezaji wale. Yule Selemani Mwalimu alivyotoka nyuma, alivyokuja kadribu, kafinya afa kamgandisha. Akaja akapangua kamgandisha katoka. Alipopiga yule mua. Haya. Baba, alipopiga yule mua. Haaland. <laughs> Nikichukua <-y. laughs> ile clip ya Haaland ndio iangalie. Alafu mchukua Selemani Mwalimu amna tofauti afu shangilia yake sasa. Uangalie wendi tena taifa. Ndio maana asi mashabiki wa Simba si tunapenda kwenda uwanjani, kama si tunapenda kwenda uwanjani, tusijaribu kuangalia kwenye, kwenye TV. Simba utanogea toka wendi uwanjani, hatari. Simba inapiga pasi, mimi nilihesabu pasi nikaanza paka nikaanza kusahau, mtu kaanza kunikumbusha pembeni. Pasi zinapigwa Simba hiyo sasa. Kuna kitu kimoja, kuna compound organisation imetengenezwa, compound organisation between Mtare and Moris Bram, ile compound ya Chana nao wanapishana tu kama wepe, mabeki wanapagaa mkabe nani, ukienda huu Morisi ipo kule Mtare kaudi huku, mtu kachekecha katikati, kafinya, katokea kule namba kumi maema kule juu, na Selemani Mwalimu. <laughs> Wewe, wewe, wewe. wewe. wewe.